Watu wengi wameharibikiwa kwa sababu hawakukomboa wakati. Mhubiri anasema kila jambo kwa majira na wakati wake. Wakati wa kusoma kidato cha kwanza ni huu kwako wewe, kidato cha

Kwanza mada za kidato cha pili, mada za kidato cha tatu, ili aunganishe, kwa sababu mtungaji wa mtihani, kipimo cha kupima kidato cha nne, anaanzia kidato cha kwanza, cha pili ukukobwa wakati ukiwa kidato cha kwanza, hata hatanotisiukuamika. Sasa unapokuwa kwenye muda wa kujisomea utasoma nini? Maana ulipoteza muda. Komboa wakati kwa jina la Yesu, komboa wakati kwa jina la Yesu. vitabu vya kidato cha kwanza cha pili cha tatu, anapitia. Hayo ndio maandalizi, maana mtungaji wa mtihani hawezi kutunga nje ya sirabas ndani kuhakikisha notes zote umeandika, kuhakikisha yale

ningejua na bahati mbaya sana, pale ukuelewa, ndio na swali linatoka pale pale, kumbe kwa sababu hukukomboa wakati, ila kama ungekomboa wakati linatoka Sherembirinochuma anasema kukomboa wakati ni kuishi na li Biblia nasema mshahara wa dhambi ni mauti. ha wesema uongo. Utaona kama umekonda kiboko, kiboko utaona kama umekonda. Lakini

Alikuwa pembeni yako, unaogopa ukisema, aliyepiga kelele ni ana na niko naye hapa mali mana kuanzia niambie, bako nasema mimi ndiye, ndie mpiga kelele. Ulikuwa na maana gani?

Sifa ya kuheshimishwa na Mungu haiwi juu yako maana.

zile protokol zile itifaki za kibinadamu Bwana anajivunja kwanza. kwa nini? Uliye maamini aliye ndani yako ana uwezo. Daudi alikwenda kuwakomoa Waisraeli chini ya kipigo, chini ya aibu, walioaibishwa na mtu mmoja fasisti, dikteta anaitwa Goliath, fasisi dikteta Goliath aliaibisha taifa.